Na mtazamaji, usimamizi wa shule ya msingi ya Lavington sasa unaitaka Wizara ya Ardhi kuharakisha shughuli ya kutambua umiliki wa ardhi tata ya hekari mbili unusu kati ya kampuni ya Kenson Holdings na shule hiyo kwa zaidi ya miaka kumi na mitano, utata huo umeendelea licha ya tume ya ardhi kubatilisha hati ya Kenson Holdings na kusema ardhi hiyo ni ya shule ya msingi ya Lavington. Ni utata unaosubiria hatua kutoka kwa Waziri wa Ardhi, Alice Wahome aliahidi kutoa mwelekeo mwezi Februari. Gatete Njoroge anatujuza zaidi. Somo la michezo kwa wanafunzi wa gredi ya sita na tatu linaendelea katika shule ya msingi ya Lavington. <laughs> Wanafunzi hawa wanapata fursa ya kufanyia somo kwenye nyasi bandia katika uwanja wa kisasa uliotengenezwa hivi majuzi. Usilojua ni kuwa eneo ambako uwanja huu upo ni ardhi ya utata kati ya shule hiyo na kampuni ya Kensom Holdings. Usimamizi wa shule unasema mwezi Januari mwaka huu, baada ya ujenzi wa uwanja wa kisasa na kampuni moja walioingia kandarasi nao, kampuni ya Kensom Holdings iliwatumia barua ya onyo la sivyo washtakiwe kwa kosa la kuingia kwenye shamba lao hatuwezi fanya maendeleo yote. Kuna watu wafadhili wanataka kutusaidia kama shule, kwa hiyo shule ni ya umma, lakini hawawezi kutusaidia bila kuona stakabadhi za shule ambayo inaonyesha hii shule ni, ni, ni ya umma, tukuwe na title deed. Haya yote yakiendelea licha ya kuwepo kwa agizo la tume ya ardhi lililotupilia mbali hati miliki ya kampuni hiyo mwaka 2017. Agizo hilo lilifuatwa na barua kwa Waziri wa ardhi Alice Wahome Septemba mwaka jana ikimtaka kutoa mwelekeo. Kwa upande wao kampuni ya Kensom inasisitiza ndiyo wamiliki halisi wa, wa ardhi hiyo baada ya kulipa shilingi milioni tano kwa serikali ya kaunti ya Nairobi mwaka elfu mbili na saba So our property compensated. Kwa sasa, pande zote mbili zinasubiri mwelekeo kutoka kwa Waziri Wahome. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.